Kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, ametoa msamaha kwa wanajeshi 21 waliohusika katika mapinduzi ya serikali ya Septemba mwaka 2015. Katika amri hiyo iliyotiwa saini Machi 24 na kuwekwa hadharani Jumapili hii, Captain Traore aliweka masharti ya msamaha huu ambao ulipigiwa kura mnamo Disemba iliyopita na bunge la mpito. Wanajeshi hao 21 wakiwamo maafisa, maafisa wasio na kamisheni na vyeo vingine, walifikishwa mahakamani na kutiwa hatiani kwa matendo yaliyofanywa Septemba 15 na 16 mwaka wa 2015. Hata hivyo, amri hiyo inaeleza kuwa kurejeshwa kazini kufuatia msamaha hakuwezi kutoa mwanya wa urekebishwaji wa kazi au fidia. Kutiwa saini kwa amri hii kunafuatia kupitishwa mwishoni mwa Disemba mwaka 2024 na, na bunge la mpito kwa sheria ya msamaha na masharti ya kutoa msamaha kwa watu waliopatikana na hatia kuhusiana na mapinduzi yaliyofeli mwaka 2025. Sheria hii inabainisha kwamba askari waliotiwa hatiani au kufunguliwa mashtaka kuhusiana na kesi hii au wanaoonyesha kujitolea katika mapambano dhidi ya ugaidi wanaweza kuchukua fursa ya neema ya msamaha ili kupandishwa cheo katika kazi zao. Hii ni TMC News Update kwa taifa. Mimi ni Ronald Sonyo, endelea kutofuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.